Dowa Bwana, una jambo la msingi sana ambalo nataka kila mtu alitambue. Ni unaweza kanipa dakika chache tu, ili niweze kueleza, na wengi wamekuwa wakipozia wakati watumishi wa Mungu wanahubiri, wanapozia, na wengi ni dunia imekuwa ni yani changanya changa, changanya changa, watu eh, wamejisahau kabisa ambacho nataka nikwambie ni kwamba yule aliyekufa leo hakutambua kama leo ingekuwa siku yake ya kufa, bali ameshtukia tu ghafla ayupo tena dunia mwingine. Ameamka tu akiwa na afya nzuri na shida yote, lakini ndio hivyo, imekwisha kutokea. Hakuna anayejua ratiba yake ya kuondoka kwa dunia. Sasa naweza nikauliza swali moja kwa yule anayenisikiliza, hiki kiburi cha uzima binadamu ulicho nacho kinatoka wapi? Nisikilize mpendo, nielewe, kiburi cha uzima kilichopo kinatoka wapi? Nakuta mtu anajivunia mpaka anamsahau Mungu, mwingine anamkufuru Mungu kabisa. Yamkini ni maarufu, anautumia umaarufu wake. Oh, kiburi kinatoka wapi? Yule aliyekufa leo alikuwa ajui, ameondoka ghafla, na kama alikuwa hajajiandaa, we unafikiri ataenda semaa? Mpendwa, wapendwa, naomba mnyeelewa, nizingatie kwa yule ambaye atakuwa makini kuelewa na kulifanyia kazi hili jambo, na alifanyia. Kwa yule ambaye anaona mna shida, bwana unatupoteza mda, aina shida kikubwa, mi nachotaka nifahamani, nachotaka nikwambie kwa ni kwamba tusaidizani katika kuletana katika ufalme wa mbinguni tusaidiane kuvutana hivyo hivyo, ili mradi kila mmoja aonje ufalme wa mbinguni afike katika ufalme wa mbinguni kwa maana maisha hapa duniani wapendwa, nimekuwa nikiimbili sana, ni maisha ya hamta sana, yaani maisha mafupi sana. Ni bora ingekuwa imepangwa kwamba ukifika umri fulani we unafariki, hamna, haijapangwa. Kwa maana hii, muda wowote, wakati wowote Biblia nasema kesheni basi, kwa maana hamjui siku na saa atakaye kuja mwana wa Adamu. Wakati wowote ule, uwe mzee, kijana, bibi yeyote yule, Mungu akikuita na kuchukua, naje amekuchukua ukiwa katika hali gani? Wapendwa, tusije tukawa na kiburi cha uzima, tukaona kwamba ya maisha tumeshapata, nina pesa, nina gari na majumba mazuri, kuna kuna haja kumwabudu Mungu.